Mamia ya wanasheria wameitaka serikali ya Uingereza kutumia njia zozote zilizopo kusitisha mapigano huko Gaza, ikiwemo kupitia upya uhusiano wa kibiashara na Israel, na kuweka vikwazo na marufuku kusafiri kwa mawaziri wa Israel. Wanasheria 828 waliobobea nchini Uingereza, wakiwemo majaji wa zamani wa Mahakama Kuu, waliotia saini barua ya Waziri Mkuu Keir Starmer, wakionya kwamba mauaji ya kimbari yanaendelea huko Gaza kupitia mzingiro wa Israel wa chakula na misaada pamoja na mashambulizi ya kijeshi mapya ambayo yamesababisha vifo vya mamia wa Palestina katika wiki mbili zilizopita. Israeli imekana vikali tuhuma za mauaji ya kimbari madai ambayo kwa sasa yanachunguzwa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki ya ICJ. Miongoni mwa waliotia saini ni majaji wa zamani wa Mahakama Kuu Lord Lord Wilson na Lord Sumption, mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Mawakili wa Jinai Andrew Hall, na maprofesa kutoka vyuo vikuu vya Oxford na Cambridge. Barua yao imekuja wakati ambapo ukosoaji dhidi ya Israel umeongezeka kutoka kwa washirika wake wa Magharibi, kufuatia operesheni mpya ya kijeshi iliyozinduliwa katikati ya Mei pamoja na athari za mzingiro wake. Uingereza, Ufaransa na Kanada wiki iliyopita zilikosoa Israeli kupanua mashambulizi yake Gaza kwa kiwango cha kushangaza. Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, amewatuhumu viongozi wa mataifa hayo kwa kupendelea Hamas, akisisitiza kuwa mashambulizi hayo ni kwa lengo la kuwaokoa mateka hamsini na nane waliobaki. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Uingereza, David Lammy, amesema ongezeko la mashambulizi ni lisilo la halali na kimaadili. Uingereza tayari imesimamisha mazungumzo ya mkataba wa kibiashara na Israel, kumuita balozi wa Israel na kuweka vikwazo vipya dhidi ya walowezi wa Ukingo wa Magharibi. Netanyahu wametangaza nia ya Israeli kuchukua ukanda wa Gaza na kuhamisha wakazi kutoka kaskazini kwenda kusini. Katika wiki ya kwanza operesheni hiyo, takribani Wapalestina 100 waliuawa kila siku kutokana na mashambulizi anga, kwa mujibu wa mamlaka ya ukoaji ya wizara ya afya ya Hamas. Wanasheria hawa wamesisitiza kuwa Uingereza inapaswa kutekeleza majukumu yake kama mwanachama wa Mahakama Kuu ya Uhalifu ICC, ikiwa ni pamoja na kutekeleza haki ya kukamatwa kwa Netanyahu kwa tuhuma za uhalifu wa kivita. Hii ni barua ya hivi karibuni kutoka kundi hilo tangu kuanza kwa vita hivyo Oktoba elfu mbili na ishirini na tatu. Barua ya kwanza ilionyesha wasiwasi kuhusu uuzaji wa silaha za Uingereza kwa Israeli, suala ambalo linachunguzwa na Mahakama Kuu ya Uingereza. Israel ilianza mashambulizi dhidi ya Hamas baada ya shambulio la kuvuka mpaka mnamo Oktoba 7, 2023, ambapo watu 1200 waliuawa na 251 wa kuchukuliwa mateka. Tangu wakati huo takribani ya watu 54,056 wa wameuawa Gaza, ikiwemo watu 3901 waliouawa tangu shambulizi la Israel kuanza tena Machi 18, 2025, baada ya usitishaji wa mapigano wa miezi miwili. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali.